Urusi imekusanya wanajeshi laki moja na kumi elfu katika eneo la Pokrovsk kama sehemu ya juhudi zake za kuutwaa mji huo wa kimkakati wa mashariki mwa Ukraini. Oleksandr Syrskyi amesema kwamba eneo la karibu na Pokrovsk pamekuwa mahala pa moto zaidi kwenye mstari wa mbele wa kilomita 1200 maili 745, ambao unapita mashariki. Vikosi vya Urusi vimekuwa vikijaribu kukamata Pokrovsk kwa karibu mwaka mmoja, na kushambulia moja baada ya nyingine, lakini licha ya kuwa na faida ya wazi katika swala la idadi ya wanajeshi na silaha zilizopo, Moscow imeshindwa kutua mji huo. Pokrovsk ni eneo la kimkakati la Moscow. Rais wa Urusi Vladimir Putin ameweka wazi kuwa lengo lake ni kuteka maeneo yote ya mashariki mwa Ukraine ya Donetsk na Luhansk. Vikosi vyake pia vinakalia kwa sehemu. Kiev na washirika wake wanamshutumu Rais wa Urusi Vladimir Putin kwa kukwama katika juhudi zake za kutafuta amani ili vikosi vyake viweze kuteka maeneo zaidi ya Ukraini. Hii ni TMC News update kimataifa. Mimi ni Ronald Sonyo. Endelea kutufuatilia ili kwanza kupata taarifa zetu pindi tunapozipakia hewani.